Furaha kubwa ya kuzindua mradi wetu wa maji katika kata ya Kiegea kwa kwenye kata hii ilikuwa na kero kubwa sana ya maji, lakini serikali ya awamu ya sita ikiongozwa na rais wetu Mama Samia Suluhu Hasan inatusaidia sana katika jimbo hili la Morogoro kupunguza kero ya maji. Kuna miradi mingi ya ndani kwa fedha za ndani na kuna miradi mingine ya fedha za nje lakini tuna mradi mkubwa ambao tunategemea utaanza wakati wote, mradi wa bilioni 185 wa AFD ambao ni mshirika wa shirika wa Faransa na Tanzania. Mradi huu tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, tumeupigania na yeye ameweka nguvu kubwa sana ili tuupate Morogoro, na tumeupata paka 25 30 Morogoro shida ya maji itakuwa nistriamwheshimiwa kibiza mwenge kitaifa. Mradi huu umetatua matatizo makubwa sana upande wa maji. Tunawashukuru sana wenzetu murwazi. Hakika tukiwa na shida yoyote, muda wowote, saa yoyote, tukiwahitaji tunawapata hakika kupitia mradi huu utufikishie salamu wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunamshukuru sana mama kikubwa, hatuna cha kumlipa sisi, turobaki na deni mwaka huu. Hakika deni hilo tutalilipa, hatuna shaka, kura zote za kata ya Kihonda na Tanzania nzima za mama Samia Suluhu Hassan. Baada ya kusema hayo, mheshimiwa Mkwelaya, kwa kweli mwenge wa uhuru unawaka, unang'ara na unameremeta, na haya ndio malengo na madhumuni ya baba ya taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tangia mwenge huo upandishe juu ya mlima Kilimanjaro, umekuwa unaleta matumaini mahali ambapo hakuna matumaini, unaleta upendo mahali palipo na chuki, lakini unaleta heshima mahali palipojaa na dharau. Eneo hili kwa kweli kulikuwa kuna changamoto kubwa ya maji. Wewe umetuambia, lakini pia wananchi wenyewe kwa kuwahoji moja moja pia wametueleza lakini leo hii daktari Samia Suluhu Hassan ameona kilio cha wananchi hawa mheshimiwa mbunge ameeleza mheshimiwa diwani pia ameeleza juu ya kazi ya ambayo wananchi wa hapa walikuwa wanaipata kwa kweli leo ni faraja iliyoje mwenge huu wa uhuru kufika katika eneo hili ambalo tunaondoka na mwenge wa uhuru lakini tukiwa tumeacha matumaini makubwa ya wananchi wa eneo hili naomba mumpige makofi daktari Samia Suluhu Hassan mama Samia Awelaya, haya ndiyo mapenzi ya daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa kweli maendeleo makubwa yanaendelea kufanyika. Fedha nyingi serikali imekuwa ikitumia kwa ajili ya kuwasaidia wananchi. Leo hii tuna tenki la lita milioni moja ambalo linaenda kusaidia vijiji havipungui vitano. Kwa kweli hili ni jambo kubwa sana ndugu wananchi. Na niwaombe sana wananchi wa eneo hili mwendelee kuitunza miundombinu hii ya maji ambayo mnapatiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa mungano, Tanzania inayoongozwa na mama mzalendo mchapakazi na mpenda maendeleo ya taifa hili. Mwenge wa Uhuru oye! Ombi langu ndugu wananchi, endeleeni kuhakikisha huduma hizi mnazitumia vizuri, na nina imani kubwa, maji ambayo yanapatikana hapa ni maji safi na salama. juu ya wananchi hao kwa jina b tunashukuru sana mama Samia katutua ndoo. Tulikuwa tunateseka sana na maji, ila kwa sasa hivi kwa kweli kidogo alhamdulillah. Mradi utasaidia nini? Tutatusaidia nini kama hivi, e, kina mama tulikuwa tunatoka asubuhi asubuhi kwenda kutafuta maji, sasa hivi kuta